Kitabu cha hekima Suleman sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, na kukaribisha mahala popote ulipo, tuweze kuungana kwa pamoja ili tuweze kulisoma neno la Mungu katika mfumo huu wa sauti. Wapendwa, unaposoma soma kwa kumaanisha, soma kwa kutafakari, soma kama unakula chakula cha kiroho itakusaidia sana. Tusali, tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu amen. Mungu tunakuinua, tunaamini kwamba wewe ni mwaminifu nayo, ulipoinuliwa na shetani kwenye ule mlima kwa ajili ya majaribio alipokwambia badili jiwe liwe mkate, ulimwambia tuishi kwa mkate, bali tunaishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Baba, tunasogea kwako kusoma neno lililotoka kwenye kinywa cha Mungu. Tunaomba litupe kuishi, litupe uzima, maeneo ambayo tumepungukiwa uzima, leo tukawe na uzima katika jina la Yesu. Tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunaendelea mbele na kitabu cha hekima ya Suleman, ile sura ya 11. Naya kumi na mbili. Sura ya kumi na moja. Na kwa mkono wa yule nabii mtakatifu ikafanikisha matendo yao. Hawa Waisraeli walishika njia kuipitia janga pasipo na watu. Na katika nchi isiyokuwa na mapito wakazipiga hema zao. Wakawapinga adui na kuwafukuza wale walioshindana nao. Wakaona kiu wakakulilia, wakapewa maji kutoka mwambanyo na kuponywa kiu yao kutoka kwa gumegume -gume. Kwa maana katika uhitaji wao walifaidiwa kwa mambo yake, ambayo kwa hayo adui zao walithi, waliadhibiwa, hapo adui zao waliposumbuka kwa kupata damu iliyowavilia, baada ya hai ya mtoni, ndivyo adhabu ya amri ile ya kuuawa watoto wachanga hao. Watu wako walipewa maji tele ya kupita tumaini lao, wakiisha kuonyesha kwa kiu ile iliyowapata jinsi ilivyowaadhibisha watesi wao. Yaani, hao walipojaribiwa, kawa wamerudiwa kwa rehema, walipata kufahamu jinsi wale wabaya walivyoteswa, ambao walihukumiwa kwa hasira. Maana hao uliowaonya kama baba na kuwapima bali wale waliochuki waliochunguzwa kama mfalme mkali na kwa hukumu kuwa na hatia, na hatia kwa naam, kwamba walikuwa wakikaa mbali na wenye haki, au kwamba walikuwa wakikaa karibu nao, walisumbuka vile vile kwa jinsi walivyoshikwa na majonzi marudufu kwa kuugua kwa kuyakumbuka mambo yale waliyopitia. Kwa kuwa waliposikia kwamba kwa adhabu yao hao wengine wamepata faida, walimkiri Bwana kuwa amekuwepo. Tena wakaacha kumdharau Musa aliyekuwa amekataliwa hapo kwanza katika chuki. Mwisho wa yote yaliyotukia wakastaajabu, kwa kuwa wameona kiu ya namna nyingine, mbali na hao wenye haki. Walakini kuwa malipo ya mawazo yao mabaya yasiyo maana, ambayo waliwapo, yaliwapoteza hata waabudu watambazi wasio na akili na kina panya uliwaletea wa Misri kwa kisasi umati wa viumbe visivyo na akili ili wajifunze ya kwamba mtu mwenye kuadhibiwa kwa vitu vile vile ambavyo kwa hivyo ametenda dhambi. Madhali wewe una uwezo wote mkononi mwako, ulioumba ulimwengu katika yasiyo na umbo, wala ukukosa njia ya kuwaletea wingi wa dubu au simba wakali au hayawani walioumbwa kigeni, wamejaa ukali wanamna isiyojulikana, wakitoka kinywani uharibifu wa punzi ya moto, au wakivuma puani moshi wenye kudhuru, au wakime wakimetesha macho cheche za kutisha, wenye nguvu ya kuwameza katika jifule yao, hata na kuangamiza kwa utisho, na kuona tu sura zao; na bila hao wangaliweza kuangushwa kwa pumzi moja tu, wakifuatiwa na haki na kuwa... na kutawanywa huku na huku kwa mvumo wa uweza wako. lakini ni kwa kipimo na kwa hesabu na kwa uzani, wewe ulivyoyaratibisha mambo yote, kwa maana ni sifa yako kuwa na uwezo ulio mkuu katika wote, naye ni nani awezaye kuzipinga nguvu za mkono wako? Ulimwengu wote mbele zako ni kama chembe moja katika mizani, na mfano wa tone moja la umande lishukalo asubuhi juu ya ardhi. Lakini wewe unawahurumia watu wote kwa sababu unao uwezo wa kutenda mambo yote, nawe wawaachilia wanadamu dhambi zao ili wapate kutubu. Kwa maana wewe wavipenda vitu vyote vilivyopo, wala ukichukii kitu chochote ulichokiumba, kwa kuwa ungalifanya kamwe kitu chochote kama ungalikichukia. Tena kitu chochote kingaliwezaje kudumu ila kwa mapenzi yako? Au kitu kisichoumbwa nawe kingaliwezaje kuhifadhika? Lakini wewe umeviachilia vyote, kwa kuwa ni vyako, e Mfalme mkuu mpenda roho za watu, maana roho yako isiyoharibika imo katika vyote. Sura ya kumi na mbili. Kwa hiyo wawathibitishia kidogo kidogo hatia yao wale wanaokengeuka kutoka katika njia njema, kwa waonya ukiwakumbusha kwa mambo yale yale wanayokosa ili waokoke katika ubaya wao na kukuamini wewe Bwana. Yakini kwa habari za Wakanaani, wenyeji wa kale wa nchi takatifu, ulichukizwa nao kwa sababu walijishughulisha kwa kazi makuru... Hii, makuruhi za usihiri na kawaida ya unajisi, wakichinja watoto bila huruma na kula watu nyama na damu pia kuwa sadaka, washiriki kwa chama cha kukufuru na wauaji wa wachanga wao wenyewe, wasiokuwa na msaada, ukafanya shauri la kuangamiza kama mikono ya baba zetu, ili nchi ile iliyo ya thamani hasa machoni pako kuliko nchi zote ipokee jamii ya watu waliostahili kuwa watumishi wa Mungu. Hata hivyo ulivyoachilia, kwa kuwa ni wanadamu, ukatangulia kupeleka manyigu, wewe watakadamu wa majeshi yao ili kuangamiza kidogo kidogo sikana kwamba hukuweza kuwatiisha wale waovu vitani, kwa mkono wa wenye haki, au kwa wanyama wakali mno na kuwafuatilia na kuwafutilia mbali mara kwa neno moja tu lenye nguvu, lakini uliwapa nafasi ya kutubu, hapo ulipokuwa ukiwahukumu kidogo kidogo tena ulijua ya kwamba wale wamezaliwa waovu kwa asili, maumbile yao ukorofi, na mawazo yao yasiyoweza kubadilika kamwe, mradi walikuwa uzao uliolaaniwa tangu awali. Aidha, hukuachilia dhambi zao kwa hofu ya yoyote, kwa maana ni nani atakaye kuambia wewe umefanyaje kisha, ni nani atakayeipinga hukumu yako? Naye ni nani atakaye kushitaki kwa kuwa mataifa uliowafanya wewe uliowafanya wewe wamepotea, wa, wa au ni nani atakaye kuja na kusimama mbele zako ili kukulipiza kisasi kwa ajili ya uovu? Maana hakuna Mungu mwingine yeyote ila wewe unayewaangalia watu wote, hata umwonyeshe huyo ya kuwa hukumu bila haki. Wala hakuna mfalme yoyote wala mkuu yoyote atakayeweza kukuona kuonana nawe uso kwa uso, ili awatetee wale walioadhibiwa. Lakini wewe uhaki nawe unavitawala vitu vyote kwa haki, ukiona ya kwamba haikuhusu uweza wako kumtia hatiani mtu mmoja asiyestahili mwenyewe kuadhibiwa. Lakini wewe u haki, wewe unavitawala vitu vyote kwa haki, ukiona ya kwamba haikuhusu uweza wako kumtia hatiani mtu mmoja asiye stahili mwenyewe kuadhibiwa. Madhali ndiyo uwezo wako ulio asili ya haki, na kwa sabiki ya milki yako juu ya mambo yote, unawaachilia wote, kwa kuwa iwapo wanadamu hawaisadiki ya kuwa umewakamilikia katika uwezo wako wewe wazidhihirisha nguvu zako, tena ukijishughulisha na wale wasioikiri kweli hiyo, waifadhaisha jeuri yako. Walakini lakini desturi yako unauzuia hata uwezo wako, na kuhukumu kwa upole na kututawala kwa uvumilivu mwingi. Yaani uwezo unao wakati wowote utakapokuutumia. Pamoja na hayo, uliwafundisha watu wako kwa matendo yako na namna hiyo ya kwamba imempasa mwenye haki kuwa mpenda mwanadamu, tena ukawatilia wanaotumaini jema, kwa sababu endapo watu wametenda dhambi, unawajalia toba yaani ikiwa kwa, kwa, kwa habari ya wale adui za watumishi wako walioistahili kufa uliwalipiza kisasi kwa uangalifu huo mwingi na rehema, maadamu uliwajulia muda na nafasi ya kujiepusha na uovu wao. Kwa uangalifu kama nini uliwahukumu wanao, ambao uliwapa baba zao nyapo na maagano ya hadi njema. Kwa hiyo pindi unapo turudi sisi, unawapiga adui zetu mara kumi elfu, ili makusudi sisi tupate kutafakari wema wako tunapohukumiwa na kutazamia rehema zako tunapohukumiwa. Na kwa ajili ya hayo yote uliwatesa wale wa Misri, walioishi maisha ya upumbavu kwa njia ya machukizo yao wenyewe. Maana yakini walitangatanga sana katika njia za ukosefu, wakidhania kuwa miungu hata vinyama vile vilivyodharauliwa kati ya adui zao wakadanganyika mfano wa watoto wachanga wasio na akili. Vivyo, kana kwamba ni watoto wasio na akili, uliwaletea hukumu zao ili kuadhihaki. Lakini wale waliotaka kupokea maonyo, huku ukiwarudia kwa dhihaka kama watoto, watapatwa na hukumu ya namna inayomhusu Mungu. Kwa maana wale waliadhibiwa kwa njia ya viumbe vile walivyovidhania kuwa ni miungu, na kwa misiba ile waliyoonea uchungu, walifahamu yeye ambaye kwanza wamekataa kumjua, ila wakamtambua kuwa ndiye Mungu wa kweli, na kwa hiyo ukomo wa kuhukumiwa uliwaangamiza pia pia.